Imani mliyonipa kubwa sana na mimi, ni wajibu wangu kuwatumikia kama mlivyo imani mlipo kwa imani pamoja na isamba. Hivyo mimi kama mbunge, kwa kutambua kazi kubwa zinazofanywa na Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake ambaye ni mkuu wetu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya niliuliwa kusema tuandae kongamano hili kusudi tuweze kuwafikia vijana wetu katika manispaa ya Musoma mkoa wa Mara na Tanzania kwa ujumla. Changamoto za ajira zimekuwa ni kubwa sana, na sio tu Tanzania, hivi gogo duniani kote ajira zimekuwa ni changamoto.

siku wanakuwa kila siku wanasoma kila siku na bado ajira kiwango kinakuwa kiko pale pale. Sasa tunakuwa na vijana wengi ambao wana changamoto ya ajira nitawiwa kwa wengine, ajira sio mpaka tuajiriwe serikalini, na serikali haiwezi kuajiri vijana. Hata huko tu tukisema tutangaza ajira, sio wote mtanufaika. Ajira tuna sisi wenyewe. Sasa leo kuja kuweka kuleta kongamano hili kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya, kushirikiana na wakuu wa idara mbalimbali ambayo taleta vipaumbele na fursa zilizopo kwenye manispaa yetu, ili mbiwe vijana wetu, twende tukajiajiri wenyewe, twende tukafungue nini, tunatakiwa tufanye ili tujikomboe kiuchumi, kwa sababu nikiuliza huyu nani wote ni namna gani muweze kufaidika na mikopo ya asilimia nne. Tukiwa huko ndani, tutapata fursa kujua, kuna fursa zipi zipo. Maana kuna mikopo ya vizima zimesheisia, tunahitaji kuna vijana watauiwa kwenda kwenye ufugaji wa samaki kwa kupitia vizima. Kuna vijana watauiwa kwenda kwenye ufugaji wa mifugo kama mbuzi, ng'ombe mbalimbali mtapata elimu hiyo. Sasa ni wajibu wetu sisi tulioko mnani kuchagua nini unataka ukakifanya. Ukienda kwenye ufugaji wa mifugo utaweza kupata kunufaika mikopo, ili uweze ufuge. Ukienda kwenye ufugaji wa samaki wa mizima, pia benki ya kilimo inatoa mikopo ya mizima pesa kujiajiri chenyewe na kuajiri wengine yani, mimi leo uko nani mweze kutoka na fursa ya kwenda kujiajiri na mpate uwezo wa kuajiri wengine. Kwa wale wanaotaka kwenda kuwa mafundi, labda naja fundi boma, fundi umeme, wengine wanaweza kutaka kwenda kwenye mambo shinaji, watu wanataka kwenda kuwa mafundi ujenzi. Yote hayo yanapatikana kwenye chuo chetu cha Pete na mimi itakuwa na ofa ya watoto hamsini kila mwaka. Nikauliwa kuita kongamano hili ili hizi fursa zisiwapite vijana wetu. Kwa hiyo wakati nimeingia nahisi nimepewa notu na kalamu, maana yake elimu itakayokuwa ikitolewa hapa, kila mtu anayeliko kwenda kwenye eneo fulani aweke anotdam kwamba mimi nataka kuenda kwenye kilimo

kwa mbali mzima wa maisha yake, yeye familia yake na kizazi kijacho. Kwa sababu zote tuko hapa, tuna wazazi, wazazi wetu walitulea wakatusomesha mpaka hapa tulipofika, wanategemea wapate misaada kutoka kwetu. Twende tujishughulishe, ukitoka unarudi nyumbani umebeba kilo ya nyama, unarudi nyumbani umejeniza samaki magbila hapana. Tunaweza kuadhimisha maisha yetu sisi wenyewe kwa kupitia siku ya leo nihele mwaonga wachwamana wetu ambao ni wakuu wa idara mbalimbali, muelimishi kila mmoja wetu, ili tujue tunaweza kuwasaidia kwa namna gani. Kutoka hapa kwenda mbele, tunatarajia msomo ya leo Sasa mueleweshe ili wajue na sisi kama serikali na mheshimiwa mkuu, yeye yuko hapa, tujue tunaenda kwa sisi gani vijana wetu. Tunaye mkuu wa idara mwenyewe jamii, naye ataongelea sababu. Nilipoongelea mikopo asilimia nne, watu wamekuna sana huko nyuma. Kwa hiyo nakuomba, na utawapa elimu vizuri, wajue nini tunatakwa tuifanye, na mimi kama mbunge na bakiz nipo tayari tunaondoa changamoto za njia kwenye jiko la Musoma mjini. Ili za njia za jiko binafsi. Na mimi nitakuwa msaidizi wa mimi kuhakikisha njia hizo tunazitengeneza. Na kwa kuwa tunaye mkuu wa hapa, ninaomba katika sekta binafsi wawekezaji wanaokuja kwenye jiko letu waweze kuwapa vijana wetu ajira. Sio watoke na wafanyakazi mikoani wanaleta hapa kama manispaa ya Musoma haina vijana. Kwa hiyo